ni jumatano ya tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano karibu sana mwanamchezo kwenye kumi na nane za open tuangalia kimichezo ambayo yamejiri katika pande tofauti tofauti ulimwenguni tutakuwa na taarifa za hapa kanda ya kati kitaifa pamoja na kimataifa mimi ni yohana mashauri lakini nikukumbusha kwamba tupo na washirika wetu kaizali building material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi sasa kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu kwa ajili ya ukamilisha ujenzi wako, basi wasiliana na Kaizali Building Material. Fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia unaweza ukawatafuta kwa namba ya simu sifuri saba sitini na tisa sabini na saba kumi na moja sitini na tano ama sifuri saba sitini na mbili sabini na saba kumi na moja tisa. Tukianza na miguu sita, ligi kuu Tanzania bara inatarajiwa kuendelea hii leo ambapo michezo mitatu inashuhudiwa katika viwanja tofauti tofauti huku uwanja wa Jamhuri Dodoma, mchezo kati ya Dodoma Jiji FC dhidi ya Mtibwa Sugar ukitarajiwa kuchezwa kuanzia majira ya saa tatu kamili usiku. Kuelekea mchezo huo, nahodha wa timu ya Dodoma Jiji Anderson Kimweli amezungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake. Kwa uh, majina naitwa Anderson Solomon, kwa niaba ya wachezaji wenzangu uh, tumejipanga vizuri katika mchezo wa kesho. Mchezo wa kesho hautakuwa mchezo rahisi, utakuwa mchezo mgumu kutokana, kesho tunaenda kukutana vijana, sio na wenzetu Mtibwa na vijana wengi, na sisi tuna vijana wengi, kwa hiyo lazima kesho mchezo utakuwa ni mgumu. Upande wa Mtibwa Shuga, George Chota naye alizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji, maandalizi yameenda vizuri, tunamshukuru Mungu, tupo vizuri kiafya na tuko tuna morali kwa ajili ya mchezo wa kesho kilichobaki kwetu sisi wachezaji kwenda kukamilisha yale yote ambayo tumefanya kwenye mazoezi ili kuhakikisha kesho tunaweza kupata alama katika mchezo. Hayo yote ambayo mwalimu ameyaona tumeyafanyia kazi katika uwanja wa mazoezi, na sisi wachezaji mebaki kwetu sasa kwenda kurekebisha yale ambayo yote tulikuwa tunafanya kama makosa. Nikukumbushe tu kama unatamani kufanya biashara ya vifaa vya ujenzi lakini hujui unaanzaje lakini pia kama umechukua tenda kwa watu lakini kiru kiingia dukani, uh, unachanganyikiwa na gharama ama ubora wa bidhaa zenyewe. Sasa kama unapata changamoto hiyo yote, usiwaze suluhisho lako ni Kaizali Building Material, ambao kwa zaidi ya miaka 30 wamekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa bora sana. Sasa afika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia watafute kwa namba ya simu 0762 77 11 59 ama 07 Tisa, saba, moja. Tuingie kwenye miguu kumi na mbili ambapo uongozi wa Young Africans kupitia msemaji wake Ali Kamwe umetangaza mchezo wake wa marudiano wa klabu bingwa dhidi ya Silver Strikers hautakuwa na kiingilio baada ya wanachama wa timu hiyo kuwasilisha ombi hilo. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana Oktoba 21, Ali Kamwe alielezea haya: tunaona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam mzee wetu Shabani, tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali mbali ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio. Sasa asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata hili jambo kwa picha kubwa. Kwa hiyo ambacho uongozi wa klabu ya, ya Young Africans umekubaliana mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Striker Mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio majukwaa yote, isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa kwa upande wa miguu kumi na nane kimataifa, klabu ya Bayer Leverkusen ikiwa nyumbani imepoteza mchezo wa klabu bingwa barani Ulaya baada ya kupokea chapu cha mabao saba kwa mbili kutoka kwa PSG. Baada ya matokeo hayo Leverkusen inashika nafasi ya ishirini na saba ikiwa na alama mbili, huku PSG ikipanda nafasi hadi nafasi ya kwanza ikiwa na alama tisa baada ya mchezo mitatu. Lakini mchezo mwingine Arsenal iliibuka na ushindi wa mabao manne kwa sifuri dhidi ya Atletico Madrid na kufikisha alama tisa ikiwa nafasi ya tatu huku Inter Milan ikishinda dhidi ya Union Saint-Gilloise mabao manne kwa sifuri ikifikisha alama tisa nafasi ya pili. Michezo mingine inatajwa kuchezwa hii leo, ambapo Frankfurt watawaalika Liverpool, huku Chelsea wakiwaalika Ajax na Monaco akicheza na Tottenham, huku Real Madrid akicheza na Juventus. Open Media tutahakikisha tunakuletea matokeo pamoja na takwimu mbalimbali za mchezo kupitia jukwaa la mchezo kwa maana ya 18 za Open. Na huo ndio mwisho wa 18 za Open kwa muda huu, lakini kumbushe kwamba tulikuwa na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu, basi fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia wasiliana nao kupitia namba 0769 77 11 65 sitini na mbili, sabini na saba, kumi na moja, tano tisa. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.